Kwenu yayo yayo yamekuwa zile kero zetu, na kwa tunalamika kwa mheshimiwa rais kasha zitatua sasa. Watanzania piga kelele kwa mama Samia wake kama mnavyoona maboresho haya hapa, haya mwendo kasi mpya zinaotumia gesi zimeingia, sababu anaziletwa GMC, yaani ni mambo ya mfumo wa gesi tu, na mbali hapo, ili gari lina vitu vingi. Takriban mama kwa, yaani kawatendea haki wananchi wake. Unaona ile gari lilivyo mwendo kasi mpya, unaona hivi vitu hivi kwa watu wenye uhitaji watu wazima kina baba kidogo mpaka washike kwa wana sehemu zao, na hivi hapa vya njano kwa wale watu, watu wanaohitaji sio, umeelewa? Kidogo ukashika kibasikeli chake, yani kuna sehemu zao za kukaa. Mwendokasi sehemu ya kisasa, na kama unakuwa na kila sehemu ya siti, kuna sehemu ya kuchaji simu, unaweka waifa, unakula vitu vyako. Jamani jaai, tufanyeje? Huyu mama tumpeni tu mitano yake, pigeni makofi kwa Mama Samia, Mama Samia. Mitano tena sasa, mitano. Mama yuko ofisini tayari, unaona mifumo wanaoleta hii, ndio mifumo ya kisasa sasa. Mwendo kasi zinazotumia gesi, mama nji hii ndi ni mfumo kutumia gesi. Watanzania wengi walikuwa wanasema mwendo kasi sio rasuku sio, sasa tumeleta mfumo mpya. Mheshimiwa Rais kasikiza kero za wananchi wake, kaleta mifumo mpya ya mwendo kasi kama mnavyoiona, ndio ni mwendo habari, siti za kisasa, gari ufungui vioo na AC kote kama unavyoona, hii ndio CNG sasa hivi. Sa, sa, sa, sa, sa, imeingia wananchi wa barani, gari ni ndefu gari na posheni zote na kila kitu. Jamani, labda nikuambieni bado tunaendelea na mifumo yetu mipya sawa. Jamani, hii ndio mifumo yetu mipya anaileta mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan kwenye kampuni yetu kubwa kabisa ya mwendo kazi inaitwa Kudat kama unavyoona a, hili ndio gasi letu jipya la kisasa linalotumia mfumo wa gesi, na mbali ya hapo tumeamua kutoa ofa Jumatatu saa ndani ya wiki moja, kuanzia kutoka moroko kwenda feli, usafiri ni kule na uwe na kadi ya mwendokasi ya kuchanja, sio, umeelewa? Kwa kupewa fursa, tupigeni tu makofi, wananchi wangu. Mama Samia oe! Narudia tena, haya mabasi yetu mapya ya kisasa yanayotumia mfumo wa gesi, tumetoa ofa kwa wananchi wetu kuanzia Jumatatu wiki nzima, kutoka moroko kwenda feli wazala mpiga kelele kwa Mama Samia wake na uwe na kadi ya mchanja, ya mwendokasi, sio, unanielewa? kama unavyoona ile basi alina vitu vingi kama Dubai kama ile ya Dubai dereva. Okay, utoki dereva yote anaendesha, uwe mwanadada uwe mwanakaka, yani unalila